Majibizano ya mashambulizi anga ya anga yanaendelea kati ya Israel na Iran ambapo usiku wa kuamkia Jumanne hii Iran imeishambulia Israel kwa mara nyingine tena. Video vya tahadhari ya mashambulizi ya anga vilisikika katika maeneo mbalimbali ya Israel asubuhi ya leo baada ya Iran kurusha tena wimbi jipya la makombora zaidi ya 20. Huduma za dharura zimeripoti kuwa watu wasiopungua kumi walijeruhiwa walipokuwa wakikimbilia kwenye maeneo ya kujificha. Milipuko ilisikika katika miji ya Tel Aviv na Jerusalem, wakati kukiwa na taharuki ya mashambulizi hayo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran Revolutionary Guards limesema kuwa wimbi jipya lenye nguvu zaidi la makombora limerushwa muda mfupi uliopita kuelekea Israel, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la IRNA. Wimbi jipya la mashambulizi makali kutoka kwa vikosi vya silaha hasa majeshi ya ardhini likitumia silaha mpya na za kisasa Limeanza na litazidi kuwa kali zaidi katika saa chache zijazo, amenukuliwa kamanda wa vikosi vya ardhini vya jeshi la Iran Komaz Heidari akisema. Wakati huo huo, imearifiwa kuwa jeshi la Israel IDF, limemuua mkuu mpya wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya wa Iran, Meja Jenerali Ali Shademani, siku chache tu baada ya kumuua mtangulizi wake, Gholam Ali Rashid, Ijumaa iliyopita. Kulingana na IDF nafasi ya Shademan ilimfanya kuwa mkuu wa majeshi wa wakati wa vita, ambaye ni kamanda wa juu kabisa wa kijeshi nchini Iran na mtu wa karibu zaidi wa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka mapema katika mkutano wa G7 huko Canada baada ya kwa kuashiria kwamba anaweza kufikia makubaliano na Iran hivi karibuni ili kumaliza mzozo wa sasa. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio amerejea Marekani pamoja na Trump. Viongozi wa G7 wametoa tamko la pamoja wakitoa wito wa, wa kutafuta suluhisho la mzozo wa mashariki ya kati, tamko ambalo liliungwa mkono na Trump pia. Rais Trump ameagiza baadhi ya maafisa wake kujaribu kufanya kikao na viongozi wa Irani haraka iwezekanavyo, kwa mujibu wa mtu aliyefahamu suala hilo na afisa mmoja wa Marekani. Trump anafikiria kumtuma mjumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati steve Witkoff au makamu wa rais jd Vance kukutana na maafisa wa Iran kwa mujibu wa mwandishi wa CBS News aliyekuwa ndani ya ndege ya rais Trump kutoka Canada, Trump alisema uamuzi wa kumtuma Witkoff au Vance utategemea kitakachotokea atakaporejea Washington DC. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Misri MENA, limesema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi ishirini za Kiarabu na Kiislamu wamelaani mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran na kutoa wito wa kutuliza hali ya mvutano kupitia tamko la pamoja. Hii ni Poa Media.